Mama wajawazito wajitahidi kutumia vitoweo hivyo vya samaki kama salmon, dagaa na samaki wa baharini ambapo watapata hizo DHA au omega 3 fatty acids kwa wingi ambazo zitasaidia kwenye maendeleo ya ubongo ya mtoto wao akiwa tumboni na pia itafanya kwamba aje kuwa na akili nzuri hapo baadaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, naitwa Dkt. Baiya Hassan Kisiwa. Uh, leo ningependa kuongea kuhusu vyakula ambavyo mama mjamzito akivila vinasaidia maendeleo mazuri ya mtoto wake tumboni, kwenye ubongo wake, pamoja na pia inaweza kumsaidia kaja kuwa na akili na ufahamu mzuri. Uh, katika vyakula hivi vyakula viko vya aina mbalimbali mbali, na mama mjamzito anashauriwa kula makundi mchanganyiko tofauti tofauti ya vyakula, lakini hasa kwa lengo la kuweza kupata afya nzuri ya ubongo na akili. Kwanza kabisa ale vyakula vyenye mafuta ambao ndani yake kuna omega 3 fatty acids, tunaziita vyakula hivi vya vyenye omega 3 fatty acids ni muhimu kwenye kutengeneza seli za ubongo na kusaidia kuweza kufanya kazi zake vizuri. Vyakula hivi tunavipata kama vile kutoka kwenye samaki pamoja na dagaa. Vile vile pia katika mbegu mbegu mbalimbali mbali, kama vile vile vile chia uh, korosho karanga, na pia vile vile naweza kupata kutoka katika mayai. Uh, aina nyingine ya vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia kufanyika kwa ubongo katika hali yake nzuri uh, ni vyakula vyenye vitamini B9 Vyakula hivi uh, ni pamoja na vinasaidia kutengeneza DNA, tunaita vile vina saba vya katika seli, na hasa katika hizi seli za ubongo. Na hii vitamin B9 tunaweza tukaipata kutoka kwenye mbegu, mbegu mboga, mboga za majani kama vile spinach michicha, kwenye mimea jamii ya mikunde, mbaazi, njegere, hizi kunde pamoja na matunda kama vile machungwa na jamii zake na pia vilevile vile katika nafaka nyingine. um, ni vyakula vyenye madini ya chuma au iron, tunasema kwa sababu iron ni muhimu, kwa sababu inatengeneza ina, inatengeneza hemoglobin ambayo kazi yake ni kubeba hewa ya oksijen na kupeleka sehemu mbalimbali za mwili, na ubongo unahitaji kiasi kikubwa sana cha oksijen, na hutakiwi kupungukiwa oksijen hata kidogo. Kwa hivyo iron au madini chuma ni muhimu katika maendeleo na ukuaji wa ubongo na afya yote ya mjamzito na mtoto wake tumboni kwa ujumla. Vyakula ambavyo vina madini ya iron kwa wingi ni kama vile nyama, maharagwe na jamii zake, njegere hizo kunde, mboga za majani pamoja na nafaka pia vile vile. Vyakula vingine ambavyo ni muhimu kwa mama mjamzito kupani, kutumia kwa ajili ya maendeleo ya ubongo ni vyakula vyenye madini ya iodine kwa sababu iodine ina support uh, kazi za tezi ya thyroid ambayo ipo shingoni. Hii inafanya kazi mbalimbali mbali za ukuaji wa mtoto tumboni, lakini kubwa zaidi ni katika maendeleo ya ubongo. Hii vinavyopata katika chumvi iodine, tunapata katika chumvi iliyotiwa madini ya iodine au madini joto naipata katika samaki vya baharini na vyakula vyote vya baharini, lakini pia naweza tukaipata katika vyakula vyenye vyanzo kama vya maziwa na mayai pia vile vile. Aina nyingine chakula mama anaweza kula kwa ajili ya maendeleo ya ubongo ni vyenye madini ya zinc. Zinc ni muhimu kwenye maendeleo ya ubongo na pia na kukuza ufahamu kwa mtoto atakayezaliwa. Vyakula kama nyama samaki au wale na shellfish tunaita wenye majumba wale, jamii, uh, ya mikunde pia vile vile, nafaka pamoja na mbegu, nuts, tunaziita mbegu mbegu jamii ya korosho na karanga inapatikana zinc. Na kingine ni vyakula vyenye uh, choline. Choline ni amino acid au ni zao la protein ambayo inapatikana hasa kwenye mayai na jamii ya kuku, nyama za jamii ya kuku na baadhi ya mbogamboga mboga za majani. Kolin, kazi yake kubwa ni kuweza kuwezesha ufanyaji kazi wa mfumo wa fahamu wa ubongo, yani mfumo wa fahamu ambayo ni ubongo, na katika kutengeneza, katika kutengeneza ubongo na kuwezesha kufanya kazi vizuri. Lakini pia mama anatakiwa apate vitamini D, vitamini D ambayo ina pia inasaidia kuendeleza ubongo ufanyikishaji wake, na chanzo kikubwa ni mwanga wa jua ule. Mama anatakiwa apate mwanga wa jua, ngozi ipate mwanga wa jua direct, sio kupitia nguo, na pia vilevile vile apate vyakula kutoka katika maziwa na jamii, na jamii, vyakula jamii ya maziwa apate kutoka kwenye samaki, kwenye mayai na baadhi ya nafaka ambazo zimetiliwa vitamin D. Muhimu, wanawake wengi unakuta wajawazito, basi muda mwingi anaweza asiutumie kupata jua. Anaanza siku yake nzima hajapata jua hata kidogo. Ujauzito wote akapitia, hapati mwanga wa jua nakumbana na changamoto ya upungufu wa madini ya vitamin D. Kwa hiyo ni muhimu, chakula kinahitajika, lakini mwanga wa jua una nafasi yake katika kutengeneza vitamin D mwilini. Na vingine, anatakiwa apate vitu tunaita antioxidant; yaani hizi ni vitamins ambayo kazi yake ni kuondosha sumu mwilini au kusaidia kuondosha zile taka, taka, taka, tunasema au seli ambazo hazina kazi mwilini. Hizi zikiwemo pia ni vitamin C na vitamin E hizi pia zinalinda ubongo na usipate madhara tunaita oxidative stress, kutokana na kazi mbalimbali mbali za mwilini, taka zinazozalishwa mwilini. Kwa hiyo ni muhimu, na vyakula ambavyo tunapata hizi sana sana tunapata kutoka katika matunda ya aina mbalimbali ndio mbali, tunaweza tukapata vitamin C na hizi E, ikiwemo machungwa na jamii zake, um, si vyakula tu peke yake ndio vitafanya mtoto awe na ubongo ulioendelea vizuri na kuweza kupata kuwa na akili na ufahamu mzuri, lakini kuna vitu vingi tofauti mbalimbali vinaweza vikachangia maendeleo ya ubongo wa mtoto na pia ambavyo vinaweza vikaathiri hata uelewa wake hapo baadaye. Kuna vitu ambavyo kama vyakula tunaweza tukaeza, tunaweza tukasema, tunaweza tukaji, mazingira ambayo tunaweza tukamodify sisi wenyewe, lakini kuna vitu vile ambavyo hatuwezi kuvimodify kama vile mazingira ambayo mama anayo unasema factors zile za mama, kwa mfano genetics, asili yake, inategemea na asili yao hao watu wakoje, aliyebeba huyo mtoto, ndio inaweza ikaleta mtoto mwenye akili kiasi gani. Lakini pia vile vile kuna maradhi, kama mama ana maradhi, let's say, ya thyroid, ile ya tezi iliyopo shingoni ile inaweza ikaathiri akili uh, ya mtoto ambaye atakuja atazaliwa. Uh, lakini pia kuna maradhi mengine kama vile pressure, magonjwa ya pressure ambayo anaweza kumfanya mama ajifungue mtoto kabla ya muda. Na mtoto akizaliwa kabla ya muda, akizaliwa siku nyingi au wiki nyingi kabla ya muda wake wa makadirio kuzaliwa, haijafika katika ukuaji wake, inaweza ikaathiri maendeleo yake, ikiwemo maendeleo ya akili. Lakini pia vile vile mazingira ya stress, misongo ya mawazo, yanaweza kaathiri maendeleo ya ubongo wa mtoto katika, anapokuwa tumboni kwa mama yake. Mama akiwa katika mazingira ya stress sana ya? na akiwa anakosa support, lakini pia akiwa anakosa kufanya mazoezi ya viungo ambayo anaweza yakapelekea kupata msukumo mzuri wa damu kupeleka kwenye placenta, kaweza kunawirisha mtoto vizuri, inaweza ikamwathiri. Vile vile, kitu kingine ambacho kinaweza kikafanya maendeleo mazuri ya ubongo wa mtoto tumboni ni ile tunaita ile ukaribu wa mama na mtoto hata kabla hajazaliwa. Yes, yuko tumboni mwake, hajazaliwa, hawaonani lakini anatakiwa mama awasiliane na mtoto wake akiwa tumboni, kama vile kumsemesha, kumsikilizisha sauti nzuri, hata kumwimbia pia inasaidia kumfanya maendeleo na ukuaji wa ubongo wake ukaanza mapema na ukawa uko vizuri zaidi. Uh, jambo lingine ni msongo wa mawazo kwa mama. Mama mwenye msongo wa mawazo ataweza akazaa mtoto ambaye kidogo anaweza ameathirika katika maendeleo ya ubongo wake kuliko yule ambaye yupo katika mazingira ambayo hayampi msongo wa mawazo. Mama wajawazito wajitahidi kutumia vitoweo hivyo vya samaki kama salmon, dagaa na samaki wa baharini, ambapo watapata hizo DHA au omega 3 fatty acids kwa wingi, ambazo zitasaidia kwenye maendeleo ya ubongo ya mtoto wao akiwa tumboni na pia itafanya kwamba aje kuwa na akili nzuri hapo baadaye.